Uh, leo katika L Step with Mr. Easy nataka niongee na wababa. Mm, wababa, nina jambo muhimu sana kwa ajili yenu kushare na nyinyi siku ya leo uh, katika kitabu cha Baba si tu ATM, bali ni mzazi kamili kilichoandikwa na mwandishi Israeli Tibesi Gwa Mganyilwa amezungumzia umuhimu wa ushiriki wa wazazi hasa wazazi wa kiume katika malezi. Katika kitabu hicho, mwandishi huyu ameelezea ni namna gani kuna matokeo chanya mtoto atakapolelewa na wazazi wote wawili. Ah, mara nyingi sisi kina baba tunaamini kuwa tunapotoa fedha uh, tumetimiza majukumu yetu, kwamba hiyo inatosha. Sio malezi. Hichi kitu ni hapana na kinaathiri sana watoto kwa sababu um, mzazi maana neno baba kwanza uh, limebeba maana kubwa sana ambayo ni chanzo. Yani ukiitwa baba wewe ni chanzo. Baba si chanzo tu cha kipato katika familia. Baba ni chanzo cha furaha. Baba ni chanzo cha uzima baba, baba ni chanzo cha amani. Baba ni chanzo cha upendo. Hivyo basi leo baba, nataka tutumie jina baba kwa, kwa, kwa, kwa usahihi. Na kile pia ukipata nafasi unaweza chukua kitabu hiki cha Baba si tu ATM bali ni mzazi kamili. Uh, utajifunza njia mbalimbali za kushiriki katika malezi na uweze kumsaidia mtoto wako ili aweze kujiamini hata anapokuwa shuleni, usipate lawama kama mwanangu mimi ana confidence, ajiamini mwanangu, ana amani. Kumbe ni wewe umekosekana katika malezi. Hivyo basi na nakuomba ukipate nakala hii kwa kuwasiliana number, chini, kwa ya namba ambazo nimeziweka hapa chini. Soft copy inapatikana kwa gharama ya shilingi 5000 tu.